Kwa majina naitwa Fred Lowassa mbunge wa Monduli mwaka elfu mbili ishirini na mpaka elfu mbili na ishirini na tano. Leo nimefarijika na furaha kubwa sana kuja shu, kushiriki shughuli ya kimila ya jamii ya Kimasai kwa ndugu zangu hapa kwenye kata la Shaine manake ya kufungua kisu ya jando ya vijana wetu wa Irmegoliki. Tumekuja shughuli haina maneno mengi shughuli njema ya kuendelea kuheshimu uh, mila za jamii ya Maa kwayo, tumekuja tumefurahi, kuimarisha ujirani mwema na kuimarisha mila yetu ya jamii ya Maa. Kiukweli, kiukweli kabisa, nimefurahi leo sana, nimekuja kwenye kata ya Lashaine kushiriki shughuli hizi ambazo zinaendelea sehemu nyingi kwenye jamii yetu ya Kimasai, lakini wazee malagwana ni na wazee ambao nimekaa nao pembeni, nimewaambia faraja yangu kubwa ni kwamba niliwaambia wakati naomba kura kwamba kata ya Lashaine ndio kata ambayo iko inapakana na jeshi letu, kwa maana la mafunzo mafunzo ya kijeshi. Kwa hiyo wakati tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo moja kubwa ni mahusiano mema ambayo kata Lashaine imeendelea kuyalinda na jeshi letu. Na ndio maana sisi kama wilaya ya Munduli tunanufaika na heshima kubwa ya mahusiano mema ya jeshi, ndio maana serikali au rais wetu Samia Suluhu Hassan anatambua hilo, kwamba jamii yetu ya Kimaasai haina shida, haina shida na jeshi letu, kwa sababu tunajua ni baraka kwa jeshi kuwepo hapa lakini kwa sababu ya changamoto kubwa ya ardhi sa nyingine kunakuwa na misuguano mikubwa, lakini wenzetu shaine, wa kata Lashaine ndio wamekuwa kila siku wakitulindia mahusiano hayo na heshima hiyo, sa nyingine kwa thamani kubwa sana, hata kwa thamani ya maisha ya vijana wetu. Kwa leo nimekuja tu kuambia malagwana nani waze na wazee hapa, natambua umuhimu wa kata Lashaine kwenye heshima ya wilaya ya Monduli, wamfanya kazi heshima kubwa sana ndio maana nawaambia heshima hiyo waliotulindia Munduli ndio heshima ambayo mama Samia ametupatia, na mimi naendelea kuomba na kuasisitiza kwamba tarehe 29, ni siku nane zimebakia. Sasa tarehe 29, tunene tukakipe serikali ya CCM heshima yake, tunene tukampe mama Samia heshima yake kwa kura za kutosha, sababu so, tuna kila sababu tukianzia na sisi watu wa Kata Lashaine. Kwa majina, mimi naitwa Denis Morindat, eh, e, nimekuja kumwakilisha mheshimiwa Mbunge mteule wa jimbo la Monduli ndugu yangu Isaac Joseph Copriano, katika shughuli hii ya kupokea shughuli ya vijana kuingia katika hatua yao ya kuingia jando. e, shughuli hii ni rasmi kitaifa kwa maana jambo linalofahamika na leo ndio rasmi wametoka kwenye shughuli hiyo, sasa ni rasmi kwenda kuanza kutairiwa kwa kipindi cha miaka saba e, nimekuja hapa kumwakilisha mbunge mteule kutoa salamu kwa niaba yake kwa ajili ya vijana hawa ili waweze kuwa na baraka za e, mbunge mteule kwenye shughuli hii ambayo ni muhimu katika maisha yao. Majina yangu anaitwa Sakaya Mole Lisengene. E, kwa siku ya leo tuna furaha sana kuwapokea vijana wetu ambao anaitwa jina la Irmegoliki. Ndio wanatimisha siku yao ya kuanza kutahiriwa. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumepokea, wamefungua kisu rasmi kama kama kuna mtu ambaye amejiandaa kutahiri, hata kama ni leo, hata kama ni kesho, tayari tumeshafungua kisu rasmi. Ndio shughuli ambayo tunafanyia hapa kwa siku ya leo hii. Shughuli inafanyika kila baada ya miaka kumi na nne, kila baada ya miaka kumi na nne.